Jumatano huwa tunakuletea e, uchambuzi maalum kuhusiana na masuala ya uchumi na fedha, na mara zote tunamwalika mtaalamu wetu wa masuala ya uchumi na fedha Janet Soko e, na leo tutazungumzia jinsi gani ya kuanzisha biashara kwa wale watu ambao wanafikiria kuanzisha biashara hivi karibuni, basi wanaweza wakapata darasa e, namna gani gani ama vitu gani vya kuzingatia pale ambapo unataka kuanzisha biashara yako yao. Naam, ni muhimu kufahamu uh, mambo ya kuzingatia kwa sababu inawezekana uh, una wazo na una kiu ya kufanya biashara lakini hujui uanzie wapi. Tutafahamu kwa kina hapa kutoka kwa mshauri wetu wa fedha pamoja na masuala ya uchumi. Karibu sana Janet. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Sasa ndio imetokea wazo hilo hapo mtu analo hajui anaanzaje, hmm. anaanzia wapi okay? Kwanza kabisa lengo la kufanya biashara uh, ni, ku, ni kutoa suluhu. Hilo ndo lengo halisi, na mtu anaweza akawaza, mara zote watu wanaanzisha biashara huwa wanafikiria kwanza kabisa kupata fedha, na kiuchumi ki kitaalam tunashauri. Kuna mtu mmoja anaitwa Brian Tracy, ye aliwahi kusema ya kwamba lengo la kuanza biashara ni kutoa suluhu kwa watu jamii au sehemu ambayo ume umeikusudia, na fedha ni matokeo ya suluhu, kwa sababu mtu hawezi akapata aka mtu, yani tunasema ni mbadilishano. Ukiwa na suluhu, ni lazima upate fedha. Kuna wale wanaosema mimi na laki moja bwana, hivi nafikiria hivi, nifanye biashara gani? Sio yani, kwa sababu biashara inaweza ikawa ina faida kwangu au mtu anaomba ushauri labda anatumia meseji, mi niko daa ye yuko Singida, alafu ananiuliza mi na laki moja bwana, nifanye biashara gani? Nitamjibu mimi nitajibu kwenye mazingira ya Dar es Salam, lakini sijafika Singida. Kwa hiyo lengo la biashara, toa suluhisho, alafu pale ndo kutakuwa na mbadilishano. Mtu akipata suluhisho, yeye atakupa fedha mm. mm. na mtu mwingine anaweza kusema mimi natamani nifanye biashara ila sijui, yani wazo la biashara linaanzia wapi kuna maeneo mbalimbali ya kupata wazo la biashara. Kwanza kabisa, kama ile niliyosema, changamoto au tatizo, aidha unalopitia wewe mwenyewe au jamii inayokuzunguka. Watu wamekuwa wanalalamika, jamani, hivi mbona tunaenda kutuma hela mbali? Maana yake hiyo ni fursa ya biashara ya kutuma fedha. mm. au wewe mwenyewe unasema, jamani, mimi mbona na hamu ya juisi, sipati juisi? Maana yake okay. ni fursa ya nini? ya yeah. Watu ukiona changamoto, changamoto ambayo wewe mwenyewe unailalamikia mara kwa mara au useme jamani, huku kwetu kuliko mbali, usafiri, mbona bodaboda hazipiti, maanake hiyo ni fujo. Sasa kwa hiyo kujua biashara mm. utakazoanzisha unaweza ukaijua kutokana na tatizo lililopo kwenye sehemu hiyo, na hiyo ndio inashauriwa kwa sababu hiyo haina tunasema haina kona kona mm. Ukileta suluh fedha inakuja hapo. Kwa hiyo suluhisho mm. kwa, kwa mfano mwingine, mazingira yanayokuwepo <laughs> labda mpo ofisini asubuhi, watu, watu, watu wanalamika jamani, mbona hatujanywa chai manake yeah. Ni fursa ya vitafunio mm. <laughs> kwa, kwa, kwa msambazaji eh, supplier sasa eh, hapo ndo hii ni chanzo cha fedha. Kwa hiyo wazo la biashara utaipata kutokana na <laughs> changamoto za kwako na mazingira yanayowazunguka. Hiyo ni, ni, ni sehemu ya kwanza unaweza kupata wazo la biashara na hapo katika ah. sehemu ya kwanza eh. nimewaza Janet mtu anatoa suluhu wakati hamna changamoto hey, hey. Umeona sa changamoto hey, kuna maduka matatu ya nguo hey. Anaongeza yani hey. <laughs> hiyo ndo changamoto iliyopo kubwa hapo, hata upige ma, tunasema ufanye promotion ya, ya matangazo kiasi gani, mtu hawezi kununua tu bila kuwa na uhitaji mm -hmm. Umeona, kwa hiyo tunaanza nini na uhitaji Haya, uh -huh. twende sehemu ya pili, kitu cha pili ambacho tunaweza kufanya tukapata wazo la biashara. Kitu cha pili eh, ni kitu unachokipenda, lakini hapa kwenye kitu unachokipenda pia unashauriwa uangalie uhitaji, kwa sababu unaweza kusema labda mimi mdada napenda kusuka aina na fulani za nywele huko, sehemu ambayo watu wanataka kunyoa, ila wewe ndio unapenda kusuka, kwa hiyo au <laughs> unachokipenda wewe labda ni gharama kubwa, watu waweze kumudu. Unajua, kitu unachokipenda, hilo ni jambo la kwanza, alafu unaangalia mazingira yanayokuzunguka unakifitisha vipi kiendane yeah. na mazingira uhum. kwa, kwa sababu kuna mtu anapenda nguo za gharama, lakini mazingira wanaokuzunguka watu ni low income earners yeah. Um, uwezo wao wa fedha hau sure. Lakini u unapenda kuvaa, kwa hiyo sasa wewe ndio unapenda kuvaa gharama, lakini shusha kuendana na mazingira ya watu mm -hmm, wanaokuzunguka yani hapo unachokipenda sio fact. Angalia unachokipenda kiendane na mazingira, utoe suluhisho ili mbadilishano wa fedha na huduma au fedha na bidhaa uwepo. hmm. ki... unasema unapenda kutangaza afu hapo kijijini hamna redio <laughs> <laughs> na, na, na kama uliposema, <laughs> <laughs> lengo utoe suluhu paceni. uh -huh. E, ni fedha ukiwa unatoa tu unatoa suluhisho pia. hakuna fedha inakatisha tamaa sana. eneo la tatu Uh, ni tunasema ni kujifunza kutoka katika maeneo tofauti. Kwa mfano mimi hapa labda nijitolee mfano mimi mwenyewe uh -huh. Kipindi nimeenda nimesoma chuo kikuu cha Dodoma, wakati nimeenda Dodo, Dodoma mara ya kwanza sasa, uh -huh. Nimeshakaa sana da, ukienda Kariakoo pale juisi ya miwa sijui nini, nimefika Dodoma kule nje nje, uh huko ya mji, nashangaa hamna hivyo vitu kwayo sisi kwa kipindi kile tulikuwa nilikuwa mimi na rafiki zangu watatu tulikuwa wa kwanza kufungua ofisi ya juisi ya miwa ah. <laughs> karibu na mazingira ya chuo, lakini hicho kitu nimekiona le, huku mwanzoni ilikuwa vizuri, baadaye tulishindwa. Nasi unajua, ilikuwa utoto na biashara inahitaji labda, watu wa Dodoma wapende, walikuwa ah, <laughs> wanashangaa, kwenye kule kushangaa. Unajua, ukipeleka kitu kipya yeah. Hey, ndo hapo tunasema, ndo ile tunasema ukianza na kitu kipya usiinvesti kwa ukubwa, angalia right, kwanza mazingira yatakujibu vipi, mm. Tukujibu. Tulipeleka kwa watu, wanajiuliza hivi, mwa una juice na sisi tunaambia unao, njoo karibu yeah. Kwa hiyo wanapotupokea na inakuwa tamu, wanashangaa. Kwa hiyo ilikuwa ni nzuri, ila si ndio hiyo tunasema boss mindset kwa sababu tulikuwa watatu vijana, kila mtu anataka kuwa bosi hapa, yeah. Tulishindana. <laughs> Eh. Oh, sio, so kila mtu an, an, anapaswa kuwa mkifanya biashara mnava ni mgawane majukumu kwamba mimi, mimi uh, sikutoa hela ya mashine, lakini kuna kitu nilieka, lakini nikifika pale mimi nataka nimwambie mwenye mashineakubwasabashaakele sio hiyo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yani ndo changamoto ya biashara nyingi sana, watu kuto, yani mwanzoni mnavyoanza mpeane majukumu na mjue nini. Cha nne ni uzoefu, uzoefu wako. Na hapa tukisema uzoefu mm, namaanisha mazingira uliokuria, maeneo ambayo umekaa kwa muda mrefu, hayo yote yanaweza kakupa wazo la biashara. Mfano uh, kuna mtu namfahamu yani yeye hana gari mm, lakini akisikia tu mlio anakwambia gari kesho kutwa utoki nayo. hana <laughs> gari lakini amekaa na watu wana mafundi mafundi, yani ana experience yeah, ya na kweli utoki nayo, unakwama. sipendi kuapa lift amepaka hii gari itakuwa ina shida ya kusaidia mahitaji ya kwanza. Kwanza kabisa, kuwa tayari kufanya biashara. Kuwa tayari kufanya biashara inamaanisha yeah. Jim Ron ashawai kusema kwamba hakikisha mahali ulipo uwepo. Huyo nani? Jim Ron, yeah. Yeye ni mwandishi wa vitabu lakini pia ni, ni mzungumzaji anafanya oh, kazi sana za kijamii kwa kiasi kikubwa sana yeah. Yaani kuna watu wengi wapo lakini hawapo apo walipo. Mfano labda darasani, mwalimu anaweza kaa anafundisha, wanafunzi wamekaa wanamwangalia lakini hawamsikilizi, ila wapo Mm. na kwenye ee, biashara la mtu labda amefungua duka, na hii iko nyingi sana kwenye familia. Unakuta labda baba anatamani mke wake anyanyuke kiuchumi. mm. anamfungulia duka. Yani wewe ndo una hizo vision kwenye za kumpa. Kuna duka ambalo unaweza ukaenda, Janet unafika pale unagonga, wanakuanga au wanakuangalia tu wana unataka nini dukani? Ndio duka mtu anaita dukani, au tu anafungua, anakuona karibu, amekaa eh. Unachagua yeye yeah, yeah, wewe uzijui eh. Bei pale hakuna mpaka umuulize hii, ukirudi eh. Unamuuliza tena hii mm. Ukirudi tena umuuliza. Kuna duka lingine, unafika unaanza kumtafuta muuza ndio eh. Hakikisha eh. yeah. <laughs> pale ulipo, na sio tu kwa biashara jamani, mm. kwenye maisha kiujumla hakikisha pale ulipo, yani wewe mwenyewe uwepo, sio mpaka mm. mtu akutafute, na ndio biashara nyingi zinakwama hapo, ile commitment ya ndani. Mtu anafungua kitu unatakiwa uulize, kwa sababu kwenye biashara pia mm -hmm. tunasema biashara sio kama shuleni, hatumtafuti mshindi wa kwanza. Yeah. Tuna support tunatakiwa ku, ku, ku network, ku socialize, uliza, changamana. Sasa kama hauna ile motive ya ndani utajikuta yeah, umekaa tu mwenyewe. Siku hizi dunia inabadilika. Vitu ni vipya, mambo ni mapya. Mengine unayapata kwa competitors, wengine kwa watu wanaokuzunguka. Hmm. Kuna wengine mteja akija ni kama amekuja kumsumbua. Yaani kama eh, anakuribia kama ana <laughs>

yaani kwa mfano labda umeposti mtandaoni, akishakupigia huyo ni mteja. Namna gani utaongea naye, angalau tu, namna gani utaongea naye, mahitaji ya ya biashara, aina ya wateja ambao unawalenga mm, target ambao unawalenga wafahamu, wanapatikana wapi mm -hmm. na uwezo wao wa kiuchumi. Kuna mashati labda ya elfu kumi na tano, labda ya kiume, kuna mashati ya laki moja, kuna mashati ya na kila laki mbili, na wote kila level wanapatikana wapi a, jua muonekano wa wa, wa hiyo uh, biashara yako nataka ionekane kwa namna gani? Ndio. Maana yake kuna mabotiki yale unabidi uyapambe sana kwa nature ya watu uliowatarget na kuna ile ya kawaida. Kwa hiyo according to mteja fanya vile ambavyo unataka kujua. Lakini jua jambo muhimu sana unawafikiaje kuwauzia? Ndio. Hiyo bidhaa au huduma yako. Fasabu, usipo, jyo, tabaki, ya kwa sababu kama usipojua unawafikiaje ndio zitabaki hapo dukani. Kwa hiyo kuna mwingine ana duka tu lakini watu wake ni wa online. Yeye ameshajua namna gani ya na kuwafikia yeah. Kwa hiyo angalia wewe utaanzaje na utawafikiaje. Unaweza ukawa ni door to door au unaweza ukaweka mtandaoni tu. Um, <laughs> swali lingine nini? Ah, kifanyike mm. E, tumeona pia kuna mambo mengine hapo mm. Kama vile e, mtaji ni muhimu, nidhamu mm. Lakini pia e, mwonekano wa ofisi yako tuangalia nini e, e, e, un, kwamba una kiasi fulani mm. cha, cha, cha mtaji hapo kwenye eneo la mtaji mm. yeah. Unajuaje ufanye una, una aina gani ma... ya biashara e? Tunarudi pale pale, lengo sio pesa. yeah. lengo ni kutatua changamoto mm -hmm. kwa hiyo angalia changamoto inayowazunguka watu wako, kwa sababu tunasema tu, kwa kushauri, kwa kwanza usianze na kitu kinachokufurahisha, anza na kitu kinachokupa pesa. unaweza mm -hmm. ukawa unapenda kuvaa, lakini mazingira yanokuzunguka watu wanataka vitafunwa sing'ang'anie na kile sasa hela vitafuno, ndio italeta kukufanya katika vitu unavyovipenda. Tumalizie tunamaiza tunamaliza kwa kusema biashara inayompa mwingine inayomlipa, inayomlipa mtu mwingine au inayompa mtu mwingine fedha na faida si lazima ikulipe wewe. Mm. Fahamu wateja wako, toa solution sawa na wateja wako. Pesa ni matokeo ya kile unachokitoa. Nimekuelewa Janet, nimekuelewa sana <hilo> <hilo> kwa sababu mambo unayozungumza ni mambo ya kitaalamu, na tunaendelea kumkumbusha mtazamaji wetu kwamba kila Jumatano saa mbili kamili tunakuwa hapa na Janet kuzungumza kuhusiana na masuala ya biashara, masuala ya uchumi, kwa sababu tunataka na eh, watazamaji wetu wawe mm, eh, wako vizuri mfukoni, ili wakitazama wafurahiokatakakikia kwenye TV amekasirika huyu hili bora. kumbe tu ni hela ukiwana hela tata kiasaf. Asante sana Jane, tunakushukuru sana. Janet Soka, mshauri wa fedha na uchumi, kila Jumatano saa 2 kamili tuko naye hapa.